Naam, kama ilivyohada uh, mechi ama mchezo wa ngao ya jamii kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club umetamatika kwa klabu ya soka ya Yanga kuibuka akidedea kwa goli moja kwa sifuri. Uh, goli ambalo liliitiwa kambani na pakome zuzua kipindi cha pili cha mchezo huo ambapo ndiye ilifanya hadi dakika tisini kukamilika mchezo huo ukaisha kwa goli moja kwa sifuli na hii inafanya sasa Young Africans kuendelea kuichapa Simba Sports Club kwa mara ya sita mfululizo, mara nne zikiwa chini ya kocha Fadru Davis na mara mbili zikiwa Uh, chini ya makocha waliotangulia wa klabu hiyo ya Simba. Sasa, uh, tuliona kuna mtafaruku pia kutokana na aina ya goli ambalo uh, Young Africans wamelipata. Kwa kweli nilijaribu kulichunguza vizuri kwa makini nje ya dakika tisini, baada ya hapo nilitafuta highlights na kuangalia kuona kama ni kweli ilikuwa ni offside ama pengine si offside. Kwa upande wangu goli halikuwa offside kwa sababu kipindi ambacho uh, pa yuko katika eneo la kotea, alikuja mchezaji Maxin Zengeli ambaye alikuja kuiwa offside. Kwa maana pale ilitakiwa kama mpira ungeenda direct moja kwa moja kwa Comezozoa, alikuwa na offside ama kama Maxin Zengeli angeupokea na kuupasia moja kwa moja kwa pa Comezozoa, bado ingekuwa na offside, sababu ingekuwa ina touch moja, lakini kilichofanyika ni kwamba uh, Max Zangele alitouch zaidi ya mara tatu mpira kabla ya kupiga na kurudishwa nyuma na kisha uh, Pakome Zozoa kuja kumalizia kwa hiyo ile touch tatu zinaondoa kabisa Uh, ile offside ya Pakome Zozoa lakini pia hata ukiangalia kipindi ambacho mpira unaenda kule uh, Pakome hakuwa na nia ya kufuata ule mpira kutokana kwamba tayari alishaji hukumba katika sehemu ya kuotea so uh, kwa goli lile ni goli halali ni goli ambalo Uh, halina mushkeli wowote na, na hata ukiangalia kile ambacho alikieleza afisa habari wa klabu ya Simba um, Ahmed Ally alisema kwamba uh, makosa ni ya uh, timu yenyewe kutokana na ku create chances nyingi, lakini wameshindwa kuzitumia, na ndio maana imewafanya waweze kufungwa siku leo, lakini hakulalamikia maamuzi ya kusema ili ilikuwa ni offside ama So, unakuja kuona kwamba Young Africans wameweza kupata uh, matokeo kutokana na ile performance yao, ubora wa, wa, wa kikosi cha Yanga, lakini pia uh, nafikiri mbinu za mwalimu uh, Romain Folz katika kipindi cha pili, kwa sababu tuliona kipindi cha kwanza alianza na mashambulizi baadaye, uh, ikageuka wakaona shambulio wao, na baada ya kurudi kipindi cha pili tunaona Young Africans wamebadilika na wamepeleka mashambulizi ya kutosha kitendo ambacho kimewafanya uh, backline za Simba zishinde kuwazuia afuali uh, ama um, strikers wa timu ya Young Africans. Lakini pia tumeona kuingia kwa Dumbia ndio kuliongeza chachu ya mashambulizi, baada ya kuingia dakika kadhaa tumeona goli linapatikana. Lakini pia tumeona uh, chances nyingi sana ambazo amezichezea Thlesse uh, kipindi cha pili baada ya kuingia pia uh, lakini kama ingekuwa na udhibiti au madhubuti mzuri pengine wangepata zaidi ya goli moja ambayo wamelipata. Kwa hiyo performance kiujumla imekuwa ni nzuri, lakini pia tumeona Young Africans wakiwa na kikosi kipana sana, kwa sababu kikosi cha kwanza kilichoanza tunaweza tukasema kuna uh, nusu ya wachezaji ambao hawapo katika first 11 lakini performance imekuwa ni nzuri na hata baada ya mabadiliko tunaona performance imekuwa ni njema sana. So ni dakika tisini za vumbi na jasho tumeziona hapo. Nini maoni yako? Tuandike kwenye comment section, usahau kusubscribe like na share.